Tusiwe sehemu au washiriki wa kuchochea vurugu na umwagaji damu nchini. Tunatambua kuwa matukio kama haya hayazuki bila sababu. Ni jukumu letu kama viongozi wa dini kusema ukweli kwa upande zote kwamba vurugu hazijengi nchi, lakini pia kupuuza sauti za wananchi au kuchelewesha majadiliano ya kitaifa kunaleta misuguano inayoweza kulipuka na kuliangamiza taifa letu. Tunatoa wito kwa serikali kuweka utaratibu wenye uwazi na ustahamilivu wa kusikiliza hoja za wananchi bila vitisho, na inapotokea ghasia kuzishughulikia bila kutumia nguvu zinazozidi kiwango na bila kukwaza misingi ya haki za binadamu. Hotuba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliyoitoa katika ufunguzi wa Bunge la kumi na tatu imeweka wazi dira mpya ya matumaini na mwelekeo chanya kwa taifa letu. Sisi kama viongozi wa dini ya Kiislamu nchini Tanzania na sehemu ya jamii ya Watanzania, tunaunga mkono kikamilifu mwelekeo huu mzima wa busara za hali ya juu na kiuongozi uliotolewa na mheshimiwa Rais. Tunaona hatua hizi kama mwanzo wa safari mpya ya, ya kutibu majeraha ya taifa, kuponya mioyo iliyoumia na kurejesha matumaini ya Watanzania wote bila ubaguzi wa kimadhehebu, kidini, kikanda, kikabila na kichama.